Ndugu zangu wa Tanzania, yaliyopita wa Tanzania. Sindwele yaliyopita, sindwele tugange yajayo, yaliyopita sindwele tugange yajayo. Yale ambayo yametokea hapa siku mbili tatu kwenye yale machafuko, yale machafuko yaliyotokea kwenye nchi yetu ya Tanzania, hata kama tulipoteza ndugu zetu, jamaa na marafiki zetu, hiyo tufanye yamepita, yaani tusahau, maisha yaendelee kuwa kama ilivyokuwa mwanzo. Na kila mtu afanye yale majukumu yake, yani kama wewe ni polisi, kama wewe ni mtu binafsi unatafuta riziki kawaida, unalima ngwe, kama wewe unatafuta kazi kwenye, unafanya kazi kwenye serikali, maisha yaendelee hivyo hivyo. Yani tusahau yale yaliyotokea, maisha yaendelee kuwa vile vile, kila mtu afanye maisha yake. Yani yule mtu ambaye mwenye maisha yake mazuri, mabaya, hayo ni maisha yake, na asahau yale yaliyotokea, kwa sababu wewe unategemewa na familia yako, familia yako, watoto wako, kama kuna watoto, lakini wewe una kaka, una mjomba hivyo. Fata sheria kama serikali wanavyotaka, wewe fanya hivyo hivyo, fanya hivyo hivyo, usije ukaposti vitu vya kibumbavu vitu ambavyo vinaweza kuingiza wewe hatiani ya familia yako, ukawapa tabu, lakini pia familia yako upoteza kwa sababu tu, mfano umefanya kitu ambacho wewe serikali hawataki, alafu wewe ukapigwa jela labda miaka kumi, ukapigwa jela miaka ishirini. Wewe niambie ndugu yangu, kwenye maisha kaida tunaoishi hapa duniani, tuhatunaoisha miaka kumi tu sisi inatusumbua, miaka kumi inatusumbua, sababu kuna watu tumeishi leo mpaka leo tunapoongea, kuna miaka mi kumi na tano ishirini thelathini hivi, hatuna vitu tumefanya, hatujawai kujenga hata nyumba ya vyumba vitatu na sebule, sindio? Hela yetu tunaotafuta sie ni ya kula tu, gari na dagaa Eh? Alafu leo ndugu yangu wewe ukaanze mambo mengine ya kwa, ya ku tengeneza maneno ambayo ya, ya fi ambayo yatafanya wewe upoteze familia yako ambayo yatafanya familia yako wewe ukupoteze. Wanangu, tuacheni mambo ya ajabu, tufanyeni maisha yetu. Kama kuna kitu kimetokea, kimekukwaza, labda sijui umepoteza ndugu yako, sijui dada yako, sijui kaka yako, sahau. Imekuwa hivyo, kwa sababu kwenye maisha ya dunia tunaishi, wakati tunaishi, tunakufa, yani tunaishi na kufa kwamba enda ikawa hao waliokufa sasa hivi walipangiwa hivyo, yani leo ndo siku yao, afe miaka hii siku miaka hii kwenye jambo hili ndio walipangiwa, ndio kifo chao. Sasa wezi kuzuia Mungu ambaye amepanga nini? Mi sijaongea labda ndugu zangu, si kwa sababu labda siongee hivyo, naongea kwa sababu ya maisha yetu. Sioti tufanya maisha yetu kama tuko tunaposti TikTok nyimbo zetu za Diamondi na Zuchu, tuendelee hivyo hivyo kama tulikuwa tuna posti tunaongelea mambo ya mpira kwa Taifa Stars.